Ambao kazi yao ni kufanya vita na sisi, lakini kuna kizazi cha nyoka kingine yes, ambao ni kizazi ambacho ndio wewe unaitwa kwa jina la miungu yaea mm-hmm. Niambie yeah. Kama unaitwa na anawatokea yes. Na maana yake yeye ndio kizazi cha nyoka, yule nyoka mwenye kuzonga zonga wa urithi yuko ndani, alishakufa, anaitwa mzimu. Mzimu sema, namini mzimu sema, mzimu sema kwa jina la Yesu. Wewe mzimu leo naniachia mzimu amen. So, amen. So, sasa anaishi ndani ni kizazi amen. Ukitoka hapo na ingia hicho kizazi cha nyoka ambacho ni hao wasihiri yes. Ni hao wachawi ni hao waganga ni hao wasiritiki. Hicho kizazi watu ambao kazi yao popote wanapouona Ukristo amen ni kuangamiza, wanaita yes. Kizazi cha nyoka amen, amen. Matoka wana wa matoka amen, amwachi kushindana na kusudi ndio je? Yes. kila saa wakiona ameokoka mtu kazi, yes, yao ni kujaribu kurudisha nyuma amen, kujaribu kumwangamiza kujaribu kumzuia asifanikiwe, yes, kumwekea mipaka kwa kila anachofikao sisi asijashinda, amen. Lakini ndio Mungu anasema amen, anatengeneza kizazi cha kwake, basi hata kitakuwa na nguvu amen, reteoko amen.